Kimya cha kuogofya na kuatua moyo kwenye makazi ya meneja wa kampuni ya majani chai ya George Williamson David Birech pamoja na mkewe Epi Cherotich, kimya kinachoashiria kuwa wenyewe hawako tena mm -hmm. Birech, mkewe na mlinzi wao walipigwa risasi na wavamizi mbele ya mwana wao wa kike aliye na umri wa miaka 9 tu. Saa tatu na nusu hivi nikasikia mama anapika maanduru kashangaa ni nini hii, manduru ni ya nini? Stima imelipuka ama ni nini? Tukajaribu kutoka inje kutoka nje, hawa ah, wajamaa walikuwa wengi, walikuwa wamezingira, wamesingira kila kote, wakaturutisha na mulio ya risasi. Tukarudi tukajifungia kwa nyumba, tukangojea tu kwa nyumba kulingana na mpishi wao, anadai kuwa majambazi hao walimnyonga na kumuua mlinzi wa boma hili kabla ya kuingia ndani ya nyumba na kumuua David Birech na mkewe Epi, na baadaye kutoweka kwenye shamba la majani chai. Miezi mbili hapa nyuma tulipata mwenzetu kwa uwanja hapo kama ameuliwa tena, baada ya ijaisha miezi mbili mkubwa wetu ndio huyo ameuawa na askari wake. Sasa sijui maaskari wenye wako hapo wanatusaidia na nini. Naibu meneja wa kampuni hiyo Dickson Koske alipata majeraha mabaya ya risasi baada ya kusikia mlio wa risasi na kujaribu kumwokoa meneja wake. Koske anapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Eldoret. Tunapatia serikali nafasi ijaribu kufanya uchunguzi wao, na nina haki watamaliza huo uchunguzi na kutueleza ni kitu gani. Kulingana na afisa mkuu wa eneo hilo Mwenda Muthama, ni kisa kilichotokea jana mwendo wa saa nane usiku, huku genge la majambazi hao likidaiwa kuwakosesha usingizi wa kazi wa hapa. Ungeliomba kama ni mzuri mjuu waangalie security ya kutosha. Wanakijiji hawaelewi ni vipi majambazi hao waliweza kuvamia na hata kupenyeza kwenye nyumba ya familia hiyo ikizingatiwa usalama ulioko hapa. Kufikia sasa uchunguzi unaendelea huku polisi wakianzisha msako mkali dhidi ya majambazi hao ambao hawakuiba chochote baada ya kutekeleza unyama huu. Fiona na Kinga Citizen, Nipashi.